Twamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwingi wa neema, mwingi wa baraka ambaye ametuneemesha kila aina ya neema, ametupa siha, ametupa umri, ametupa fursa ya kumwabudu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ametupa fursa leo tumekutana katika sehemu hii takatifu kuadhimisha siku kuu ya Eidul Fitr, siku ya leo. Katika khutba yangu nataka kusimama na nukta tatu kwa ufupi, sababu yeo ni youmu ljumaa, wakti ni mfupi na sitaki kuwachelewesha. Nukta ya kwanza ni kuhusu siku hii ambayo nataka kusimama na maneno niliyoyasoma katika khutba ya Amirulmuminin aliyowahutubia Waislamu siku hii ya leo. Nukta ya pili, nataka kusimama kidogo na masala yanayoendelea ulimwenguni ya Falastini. Nukta ya tatu, nataka kumalizia kwa nasaha mbili tatu kwa mambo yanayoendelea katika maeneo yetu kuhusu mwezi Nukta ya kwanza. Khutba niloisoma wamekhutubiwa watu kabla ya miaka alfu moja na mia nne kama siku hii ya leo. Na mwanafundi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akiwaonesha siku hii ni siku gani? kiliyomo ndani ni kipi, na tunachotakikana tukifanye ni kitu gani? Kwa sababu ndugu zangu, tunapofanya jambo lolote, kama hatuelewi madhumuni yake, tutakosa mwelekeo wa kuelewa sisi tutatakikana tufanye nini. Ndiyo yale maneno wanenayo Waswahili, huenda mara nyingine tukaenda tukalia harusini ama tukateka matangani, kwa sababu ya kutoelewa madhumuni ya kile tulichokiendea. Idi kwetu tusikubali kufananishiwa na sikukuu za wengine, kwa sababu wengine wana sikukuu, wana madhumuni yao, wana na mitindo yao ya kusherehekea tunapoitukua ile mitindo yao inaolingana na madhumuni yao tukaieta kwetu ambayo ni mitindo hailingani na madhumuni yetu, huwa hapo sisi tumekosa mwelekeo. Idi hii ya mfungo kwanza ni idi ya maanisha nini? Imam Ali atuambia, ayuhannas, enyi watu Inna yawmakum hadha, siku hii yenu ya yeo, ya idul fitr. yawmun yuthabu fihi lmuhsinun, ni siku wanaolipwa waliotenda wema mwezi wa Ramadhani. wa yakhsiru fihi lmubtilun, na ni siku hupata hasara kubwa wale walokosa kutumia fursa ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo ni siku kuu kwa kadri ulivyoweza kufaidika na nini na mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo sherehe yako starehe zako furaha zako ziwe saa zote za hudhurisha hisabu hii, je, mimi Ramadhani niliitumia? Na kama niliitumia, je, nastahiki leo nifurahikie? Aendelea kutuambia atuambia wakati wa siku hii leo, tuko hapa Nawataka muhudhurishe katika taswira yenu siku ya kiyama, ndio akatuambia wahuwa na siku hii, ashbahu biyaumi qiyamikum, yafanana mno na siku ya kiyama. Yafanana mno kivipi? tupe wajihi shaba. Atuambia kwa sababu siku ya kiyama ni siku watu watatoka makaburini kwenda kupokea nini, hisabu zao kwa hivyo amma man utia kitabahu biyaminihi, huyo amefaulu. Wa amma man utia kitabahu bishi, huyo amekhasirika. Sasa na leo pia sisi hatuwaoni, baadhi ya riwaya zimepokewa kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa asema leo katika milango ya misikiti hakuna nafasi kwa malaika wanapoteremka, hakuna nafasi, hatuna mato tu ya kuwaona na ndio utaona katika ile dua ninaoisoma wakati wa kuswalisha, nilipofika katika kuswalia tukana na wasalli ala malaikatika, waswalie nani wako na sisi, wametumwa kuja kutupa bishara na mikono ya nini ya hongera, kama siku ile watakapokuja kutupa zitabu zetu yeo watupa mikono wa huwa ashbahu yaumi biyaumi qiyamikum, siku hii afanana mno na siku ya kiyama. Kwa hivyo mamaali atwambia uandia mukiamka alfajiri mpaka mukimaliza hii siku, hudhurisheni taswira kamili ya siku ya kiyama. Kivipi? asema fadhkuru, jikumbusheni. Umeshaoga nyumbani, umevaa nguo zako, wataka kutoka kuja msikitini, jikumbusheni bikhurujikum min manazilikum, munapotoka majumbani kwenu kwenda ila musallakum kwenda mahala pa kuswali. khurujakum minal ajdathi ila rabbikum, siku mtakapokuwa hutoka makaburini mwendao kwa Mola wenu. Sisi tumekuwa msikitini, ni nyumba ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu uko kila mahali, lakini hapa ndiyo karibu zaidi kukutana na yeye. Kwa hivyo tumekuja hapa kukutana na yeye, kama ambao kwamba siku ya Kiyama tutatoka makaburini kwenda kukutana na yeye. Baada ya hapo, wadhkuru kumbukani mukipija safu pale kuswali, Allahu akbar, mmefunga sala. Udhkuru biwuqufikum fi musalakum, munaposimama katika msala wenu, wukufakum beina yadei rabbikum, kisimamo kile cha kusimama siku ya qiama ya Mola wako wangoja hisabu. Likuli mriin minhum yaumaidin sha'nun, yughni kila mmoya ana yake ya ya mwingine, yauma yafirru almar'u wa ummihi wa sahibatihi wa banihi, sio siku ya kukimbiana. yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata llah biqalbin salim. Yauma yauma zifuate zote kwenye Qur'ani ziko tungu mzima, hudhurisha taswira hiyo kisha atuambia, mukimaliza kupiga salamu, mmesikiza khutba, matoka milangoni, wadhkuru birujuikum ila manazilikum, kumbukani munaporudi majumbani kwenu. Sasa mwenda kutembeleana, mwenda kupeana idi. Rujuakum ila manazilikum fil janna, vile vile, leo munapopigana makamama, mukimaliza kuswali, mukapeana hongera, kama vile timu imeshinda, mukapigana makamama, ndio siku tutakapokukutana insha allah katika janna tutakuwa twapeana hongera. Hiyo taswira yataka tuhudhurishe leo. Je, tumetoka hapa kwenda peponi? Sasa hapa nisimame, kabla sijamaliza khutba, tukivuka huu mlango, tutaendelea mambo gani ambayo yatastahiki kutufanya sisi tuwe twendao wapi? Peponi, kutembeleana, kuzuriana, kupeana tunu. Haya ndio mambo ya peponi kufurahishana, kuwafurahisha zijana za kula bila ya israfu. Hizi zote ni katika zitu ambazo ni zizuri, lakini tutahadhari kwenda kuingia katika mambo ambayo hayamridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aendelea atuambia, ibadallah, wasia wake wa mwisho, enyi waja wa Mwenyezi, inna adna mali saimina wassaimat, zawadi ndogo watakao kupoa wenye kufunga wanaume na wanawake siku hii ya leo na kabla ya leo, yana an yunadiahum malakun fi akhir yawm, kuna malaika hutumwa akapiga ukee siku ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Ukee wake hunena iye, abshiru ibadallah, takeni bishara njema faqad ghufira lakum, mumesamehewa masalafa min dhunubikum, madhambi yote yaliyopita ya. Hapa nataka tusimame vizuri sana. Siku ya mwisho ya Ramadhani shamaliza ibada tumehatimisha juzu tumehatimisha wenye kuswali tarawehe wenye dua nini, siku ya mwisho kuna malaika huzunguka akitangaza habari hizi, faqad ghufira lakum ma salafa min dhunubikum. Sasa fanduru, pigeni hisabu uzuri, kaifa takununa fi ma tastanifun, mutaanza vipi upya siku hii ya leo buku leupele. Ukitoka hapa msikitini, jiulize suala, siku ya kwanza ya unaenda kuandika nini kwenye buku langu? Siku ya kwanza msafi, twahara. Hunu ndio wasia wa mama Ali, maneno mafupi, maneno mazito, maneno yana mafundisho Maneno yataka kila mmoja katika sisi aende aketi nayo, ayafikirie, ayafanyie kazi, ajiulize, na Ramadhani itakaokuja, tutaipata tuna hakika, tutaishi na hata tukiishi tutakuwa wazima, nasiha kwa kuyafanya haya tuliyoyafanya mara hini. Ndugu zangu, na wausia na, na wanasihi nafsi yangu na nyinyi. Tuanzeni ukurasa wetu mpya katika maisha yetu, katika mafungamano yetu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Nukta ya pili, mambo yanayoendelea ulimwenguni na hususa Falastini. Zamani si ya kitambo sana, ilikuwa ni shida watu kuyua yanayoendelea, na hata wakiyayua huyayua kiyuyu na kwa kadiri wanaotaka tuyayue lakini leo kwa fadhila ya hii mitandao imekuwa, habari zaweza kuwa ziko wazi zaidi na kwa tafsiri zaidi kwenu nyinyi, pengine hata kwa wale wenye kuzungumza. Kitu muhimu ni kutukua mafundisho. Waweza kuziona habari zikakupita mbele ya macho, mafundisho ambayo tunataka tuyatukue. Kitu cha kwanza, kitu cha kwanza tuunganishe tulikuwa katika enzi za Trump alihukumu Amerika, na katika kipindi chake alijaribu sana kuhakikisha kwamba ataleta uwiano baina ya Waarabu na Waislamu na nani na Mayahudi, na mpaka akafika Kudsi akaitangaza ndio kapitol ya nini, ya Israeli na baadhi ya nchi za Kiarabu zikaenda zikasaini mikataba katika meza ya amani na nini, yanayoendelea ya leo ground kwa raia yathibitisha kwamba yale waloketi watawala wao mezani wakazungumza ni mambo yako tafauti kabisa na hali halisi iliyoko iliyoko ground, sawa kwa upande wa maadui mazayuni na sawa kwa upande wa nani? wa Falastina wenyewe walivyosimama na wanavyojitolea na wanavyopoteza ruhu zao. Hili ni risala, ni message kwa Trump na mfano wa Trump na wote walotaka kuifanya shaabi ya Kiarabu na ya Kiislamu shuub, mimi nazungumza mataifa, sizungumzi watawala, kwamba watakuwa ni watu wanyonge, wakwenda kuitukua Palestina kuwapekea kwa mkono, hii nimekanushika Kabla ya kuangalia alopigwa zaidi nani alouawa zaidi ni nani, ili ni somo tutaka tulione, la maanisha nini kwetu, somo hili la maanisha, watawala waweza kuwa na option zao na maamuzi yao, na watu wa kawaida waweza kuwa na maamuzi yao. Hata mwanachuoni mmoja wa Libnani maarufu amekufa si kitambo

wapi wakatishwa wapi wanao wa tuwaangalie kwa, mre, kwa mrengo huno, kama mfano wa yuzi watu wetu, namna walivotiwa mkatayeni katika kupitisha nini BBI. Wana dharura atafunguliwa, haya atafunguliwa pale, kwa hivyo tuwape udhuru. Lilhukami dharuratuhum, watawala wana dharura zao, lakini dharura za watawala si dharura za nani? Za raia, walishuubi khiyaratuh sisi tuna option zetu na wafalastini waifundisha ulimwengu darsa hii. Mahmud Abbas e, sijui mtawala fulani kaketini mezini, e, mezani lakini sisi tuna hesabu zetu. Pili, katika somo tunalolipata twaipata ile atabia ambayo sisi kwetu si mpya, tumefundishwa na Qurani na Qurani maneno yake hayaanguki, ni maneno ya Allah Atabia al alyahudiya alsahyunia alwahshia, yale maumbile ya kiyahudi ya kizayuni ya kinyama, wanavouwa vijana wanavouwa wanawake, simandia wenye kunena la yatrukuna hajaran wala, wala madaran, hawabakishi jiwe wala, wala basharan, wala mwanadamu. Hawa ndio watu ambao hata ukaketi nao mezani hakuna suluhisho tabia yao, wameua mitume. Mwenyezi Mungu amemwambia, la tufsiduna fil ardhi marratain, nyinyi mutakuwa ndio chanzo cha ufisadi katika hii ardhi na mutafisidi mara mbili. Hawa wamesifiwa kila sifa katika Qur'an. Si masala ya unsuria ha -ha. wala si kila yahudi ni muovu, lakini tabia iko hivi na walianza nyuma sana ndugu zangu wapendwa, somo la tatu la mwisho, sitaki kuzungumza maneno mingi, tutazungumza wakati mwingine tukipata fursa. Waislamu imewarudisha, kama nilivyozungumza katika khutuba ya Juma, kuna adui wa kihakika ambaye atishia ndugu zetu, atishia kila kitu chetu. Kwa muda fulani alisitwa nyuma ya pazia, tukapewa maadui wasoeleweka, sisi kwa sisi niyazungumza kwa urefu hapa katika hotuba ya juma ya Kudsi. Tumepewa adui wa kimadhahebu, tumepewa adui wa kitaifa, Uturki, Uirani, Uarabu, nationalism. Hawa wote walikuwa ni maadui, ni pazia za kustiri, kutufinika na kutupokonya mwelekeo wa adui wa kihakika. Ana lawani umefika wakati waislamu waamke na waangalie adui yao ni upi? ni mzayuni na ni idara ya Amerika. Sawa awe ni Trump sawa, awe ni Obama sawa, awe sawa, awe ni nani, ni Biden sawa, wawe ni Republican sawa, wawe sijui ni nani, hawa wote ni alkufru millatun wahida. Haya ndio masomo ambayo nataka kuyatoa kwa haraka haraka katika masala yanayoendelea na katika munasaba kama huu, kila mmoja katika sisi kwa jamaa na kwa nini tuwaombee Mungu ndugu zetu, Mwenyezi Mungu awape ushindi na Mwenyezi Mungu awalinde na Mwenyezi Mungu awape subra, kwa sababu mapambano ni subra. In kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna ya kama ta'lamun ta, na wamethibitisha mambo mingi, sitaki ku, siwezi kuyanena hapa. Teknoloji ya hali ya juu, juzi Hamasi imeyangusha ile wanaoita al-qubba alquba al-hadidiyya, teknoloji hali ya juu sana ya kuilinda Tel Aviv usishuke kombora na yameshuka pamoja na kwamba zombo za habari zafinika hapa na pale. Haya, insha Allah Mwenyezi Mungu atawapa nasa. Mwisho, nukta ya tatu ni masala ya mwezi. Kawaida yangu, kama mnavyonijua, sipendi kuingia katika mizozo hii kwa kadri ya kutoa nasaha. Vipi tutafanya ndugu zangu? Kwa maoni yangu masala ya mwezi na ikhtilafu za mwezi yalikuweko yatakuweko na yataendelea kuweko mpaka sijui lini yatakapo Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Kwa hivyo mwenye fikra yoyote kwamba kuna siku sijui kuweza kuundwa umoja, tuondoshe ikhtilafu hizi, aishi katika ndoto. Reality tuishi kuikubali hii situation, na vipi tutajipanga ikitokea isiwe itatuletea bala ya hizi nasi, masala ya mwezi tu ni vile tu yapampiwa wa ila leo zakatul fitr, kuna jamaa juzi amekomenti katika mitandao amenitekesha kweli. Kuna jamaa amenukuu rai katika madhhabi ya Kisunni, kuna wengine unena kilo mbili, kuna wengine unena ni kilo tatu. Ye akanena mbona haya hayatetwi watu wa kilo tatu wakaanza kupigana zita na watu wa kilo mbili. Kuna mwingine akamjibu, haya baba, masala ya kutoa tumeelewana vizuri sana. Kwa hivyo si masala ya mwezi. Masala tunaukhtalifiana kama Waislamu na ndani ya madhhabi mamoya ni mingi sana tukihesabu, lakini utakuta tutakuya tuta kuamshwa hapa kwengine tunyamaye. Kwa nini? Kwa nini tukubali kutiwa hizi fitna na mumeona leo, si masuala ya kimadhahabi, si masuala ya mwezi wa kitaifa, si masuala ya mwezi wa nini. Hata watu wenye mrengo mmoja leo wamefanya nini? Wamehtalifiana. Kuna a mambo mingi sana katika haya mambo. Mimi na saha yangu, hususan kwa mashehe, wakae bila siku za mizozo, wawailimishe waislamu bila ya ushabiki, bila ya kuangalia kwanza wewe uko mrengo gani? Nini kinachozungumzwa kuhusu mwezi? Kuna rai ngapi? Je, yafaa kufuata sayansi kabla ya mwezi wa kitaifa ama nini ama haifai? Na je sayansi tuifuate vipi? Twaweza kuifuata sayansi kuthibitisha mwezi? Kuna mjadala, twaweza kuifuata sayansi kukanusha mwezi? Ya pia ni masala kando. Kuna baadhi ya shekhe nimewasikia wamemiksi zitu hiziwili. Mfano, wataka kuhakikisha kuna mtu kwenye nyumba fulani, rafiki yako huko nyumbani kwake sehemu fulani ama hako. Mara utakwenda mwenyewe umuone huko ndani, umethibitisha ama hukuthibitisha. Uko mara atakuya mtu unayemwamini akwambie fulani huko ndani ya nyumba, umethibitisha ama hukuthibitisha mara utatuma drone itakwenda na satellite itakupigia picha ikuoneshe, uketizie sting room hunwa chai, umethibitisha ama hukuthibitisha? Kwa hivyo mara utauona mwenyewe mwezi, mara utaetewa habari na mashahidi, mara sayansi itakwambia, sijui. Umenielewa vizuri sana haya? Sayansi. Sasa kwa upande mwingine, mara amekuya mtu unayemwamini amekuambia Zeidi uko nyumbani kwake uketizie kipindi kile kile, amu imekuya drone ya kuonesha picha ya Zeidi uko mkoe hako nyumbani kwake. Sasa hapa utafuata ushahidi wa ule mtu ama utafuata drone? Drone haikuthibitishi mwezi umeonekana, drone ya kwambia hako. Sijui tumeelewana vizuri sana. Kwa hivyo kuna wakati hata kama hatukubali sayansi kuthibitisha mwezi, twaweza kuitumia sayansi kukanusha mwezi, na atakuwa yule aliokuya kunambia si lazima awe mrongo. Aweza amemwona mtu hufanana naye, kwani we huwezi kupita mahali ukanena fulani mmemwona, ukisikilia mbe ukapishana naye kwambia mmekuona. Ah, sasa hii au mkunguni kambe, alikuwa si mimi. Ah, fanana sana na wewe, hayatokei mambo haya. Sasa si lazima tunene tukiukataa watu wamekuwa ushahidi, sijui shekhe fulani shekhe fulani, kwamba sisi twa watuhumu. Yaweza kuwa wamepiti kiwa wamekiona kitu ufanana na nini, na hususan ikiwa ambao wawili watatu, angalau ile umeona mji mzima watu wote unena fulani ukee mkunguni. Haya ni masala, kuna masala sasa ya mwezi wa telescope. Na mwezi wa kuona kwa mato. Sasa tutoka kwenye sayansi, imekhtalifiana yako ya kila mahali. Mimi nikiwaambia tu katika madhhabi yetu kuna watu wametoa idi yana wa mrengo wa Khaminai wa sababu Khaminai so, anathibitisha kwamba waweza kudhibitisha mwezi kwa telescope, lazima kuona kwa lazima kwa ito. Kwa hivyo Irani imetoa idi yana Iraki na na kwingineko kina Said Sistani na Said Khumena nena la la budda min arruya bil aini mujarrada, lazima uone kwa ito kavu usiengeze nini chombo umetoa idi. Na hakuna zita hakuna chote, kuwazowezesha watu kuzikubali hizi ikhtilafu. Kwa hivyo kufanywe namna, maoni yangu kama yatasikizwa, watu wailimishwe, kisha tu wewe angalia lipi lime limekutua baina yako wewe na mola wako. Na pili, nataka kutoa naswaha, usisahau madhahabi yako Usiwe utaketi kwenye madhahabi siku zote, isipokuwa siku ya mwandamo wa mwezi wewe madhahabi yako huwa mengine. E, hiki ni kitu muhimu sana. Sharti uwe mathalani wewe ni Shafii, Shafii akwambiaje? ya wewe ni Hambali, Hambali akwambi. E, watu waelimishe, watu hawajui kama mabwana. Kwa hiyo kila mtu ajue madhahabi yake hababaishwi ya mekua ni hivi ni hivi, tutoweni wametoa yana wametoa yeo minal aidina minal faizina sinina, baada sinin, kurushiana kutupiana utiana chuki, siku ya mwanzo yani sisi buku letu tukilianda kila tukimaliza ramadhani hulianda kwa nini? Kwa chuki. Ndio ile huwa mikao ala tuli ila, ila ramadhani na akhar mpaka ramadhani nyingine, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, atatuongoza na Mwenyezi Mungu atatuondoshea